Leo nikiwa natoka kanisani, siku moja, niko na mkoa wao huyo hapa, mtu akanikimbilia, ananiambia baba, nimekusikia mahali fulani unazungumzia kupotea kwa hati fulani. Baba, ninayo mimi, natoka kanisani, ni na Mungu, anione nikawakutanisha, na Mungu nidhibitishie. Akasema mimi ndiye niliyetoa pesa, na walikuja na walikuja na mtu anaitwa Fort Mwambingu nyumbani kwangu, mimi ndiye niliyetoa hela baada ya hati kuona imeandikwa Bernard Mwambingu, nikasema basi ngoja niwape hiyo hela. Na yule bwana alikuwa ni mwambingu kweli, lakini sio mwambingu Bernard, ni mwambingu fote. Akatoa pesa iliyofika moja kwa moja kuwa milioni karibu tisa, na ile hati anayo pale, na anasema hata kesho nawapa hati yao, ila hela yangu tu mimi wanipe sasa Mzee mwa mbingu Benard mambo yake mengi, kastodiani wa siri zake nyingi alikuwa anaitwa mzee Kaniki na kwa bahati mbaya mzee Kaniki amefariki mwaka jana au mwaka juzi kama sikosea, lakini Mungu yule yule, yule alivyowaajabu, mzee Kaniki hakufariki kwa kuzificha nyaraka zilizomhusu mzee Benard kwa mbingu. Sasa huyu nataka aeleze kidogo, wala sio mtoto wake, na huyu alikuwa ni miongoni mwa watu ambao mzee Bernard Mwambingu alimpa mpaka gari. Huyu hapa sio mwanae eh? nataka tuwaeleze kidogo tu. Mimi nataka huu mgogoro leo utumike kuwafundisha wana Dar es Salaam wengi, huu mgogoro na mahali utakapoishia, na nataka watu wengi wa Dar es Salaam mfundishike. Hizi mali msipokuwa na busara zinaweza zikauaua bure, afu watafutaji wakawa wameshapumzika mahali pema peponi, alafu hazina maana yoyote. Sasa nataka hebu waeleze kidogo, jitambulishe, na nikushukuru sana kwa ushirikiano kubwa sana uliotupatia ofisi a watu wakuelewe, tuwewena ulikaa na, na, ulika na mzeberajiwa muda gani? Na wakati mnaishinaye alikuwa pana mazingira gani, je yeah? awyonam kwa jina naitwa Stella Legina Bindetele, nilikaa na, Legina, nilika na dokta toka elfu mbili na saba nilikuja hapa nyumbani nilikuwa nafanya kazi hapa ndani pamoja na kumhudumia yeye kwa sababu alikuwa na kisukari. Na, na zoezi la kupima mali hapa mimi nilikuwepo, na ndio niliopewa mamlaka na dokta kwamba wewe ndio utakayesimamia ile zoezi. Kwa hiyo hata Sanga alipokuja kununua huko nyuma, mimi nadhani nyaraka yake nilisaini na kwenda naye benki na kila kitu, na prosesa ya kuanza kupima hapa mimi ndio niliyokuwa nimekabidhiwa na nilianza hilo zoezi, ila nilikuwa naongozwa na mtu ambaye alikuwa na uzoefu kidogo, ambaye naye alitakiwa kulipwa fedha, lakini hakuweza kulipwa kwa sababu daktari alifariki kabla kazi haijakamilika. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanafika hapa nyumbani pamoja na Kaniki, ndo alikuwa mtu wake wa karibu aliyekuwa anafika hapa nyumbani, na hata dokta alipokuwa kidogo hali yake inakuwa sio, akampigia mdogo wake kwamba mdogo wake wake nani? Mdogo wake anaitwa Fortis, ndio umchukue kaka yako, kwa sababu hapa nyumbani kuna watoto, ni vyema wewe ukamchukua kama mdogo wake. Na wakati zoezi la kupima kwanza lilikuwa kidogo lina hati ya hapa namba 38 ilitakiwa itoke kwa jina la mwanaye anaitwa Lilian Maginga ambaye alikuwa anaishi Mikocheni, lakini naona walitofautiana kidogo na baba yake. Kwa hiyo ikarudishwa kauli kwangu kwamba hutotoa kwa majina ya yule niliyokuwa nakwambia, utatoa kwa jina langu mimi, na hiyo fedha nataka kiwanja kikiuzwe itafanya matibabu ya kwangu mimi kwenda nje, kwa sababu najua mdogo wangu kwa anavyoishi na maisha kule ni magumu, na kama litatokea lolote lile, ina maana hiyo hela itatumika. Kwa hiyo aliona mbali yule mzee. Kwa hiyo alitegemea kibinadamu zile gharama za usafirishaji nini alitumia mdogo wake. Mpaka kufariki kule aligharamia mdogo wake kumrudisha hapa. Lakini cha kushangaza hata mdogo wake alivyorudisha yule mwili wa marehemu hakuna mwanafamilia aliyekaa naye kumuuliza umetumia bei gani katika kumsafirisha mgonjwa marehemu na matibabu kule. Hakuna mtu aliyemuuliza swali hilo kwa sababu hilo force alinyeleza. Kwa hiyo gharama ya kile kiwanja ilikuwa ni kurudisha gharama za matibabu pamoja na zile za ugonjwa. Gharama zote za, za mazishi zingetumika kwa kusisitishia kule mwili kubisha kwa, nadhani kila mtu anajua mtu akifia mbali gharama zinavyokuwa ni kubwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa kwenye report ile pale, na kuhusu swala la kumilikisha kwa Fort Thomas Mambingu, mimi nilimuuliza kwa nini namuingiza Fort Thomas Mambingu, kwa sababu je, ni share ama sio share? Alinijibu, Joeli ni mtoto mdogo na Lydia hayuko hapa ndani, kuna mwingine hayuko hapa ndani, ninaamini hawatapata chochote nikisema niache hivi. Kwa hiyo ninaamua kuitoa hii mali kwa Joeli na Fox atakuwa msimamizi wa hao watoto ambaye alikuwa ni Irene pamoja na Joeli pamoja na Lydia hii mali yani Fort alikuwa kuna msimamizi wa kuasimamia kama, kama angekuwa na share, nadhani hii mali Fort asingetoa pato ni kumpa Lydia, angetoa pato ni kumpa mtoto wake, ila simamie share yake iwe kwa nini kupatikana. Ndivyo mambo yalivyokuwa yanaenda, ila nashukuru Mungu kwa kuwa mambo yote yamefikia ukomo. Kweli haki huwa haipotei, inaweza kukaa hata miaka mia, lakini haki ya mtu kuwa haipotei. Ni hilo tu tunaweza kusema. Sasa labda mimi nisaidie kitu. Wewe umeanza kukaa naye kwa nyumba hii mwaka elfu mbili na saba. Wakati huo sasa Bi Happiness mlikuwa naye hapa. Hapa ndani, hapa ndani wakati mimi ninafika kulikuwa na Joel, kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anaitwa Adam, alafu kulikuwa kuna mama mmoja hivi wa Kihaya alikuwa na watoto wake wawili, Godfrey na Godwin. Na hao watoto walikuwa nasomeshwa na Dr. Mwambingu. Kwa hiyo huyu mama alikuja kuondoka ni baada ya daktari kwenda nje na kusikia hali yake sio nzuri yule mama, huyu mama, mama Godin akaondoka, lakini watoto wake tayari walikuwa mesha, wameshaondoka. Kwa hiyo 2007 mpaka mzee anafariki kwenye nyumba hii hujawahi haku kumwona bibi, hakuwahi kuishia hapa ndani. Happiness kuja kuishi hapa ndani ni kipindi cha msiba, alivyoingia hapa ndipo alipoanza kuishi na ndipo wale waliokuwa wakiishi hapa ndipo ipoanza kutolewa mmoja mmoja, kwa kutumia polisi, kwa kutumia polisi. Joeli alitolewa kwa kutumia nguvu ya polisi, tena kwa hapo nyuma kimkukumkuku, alitoka na kaptula yake na nguo yake ya juu kuonekana ni chizi anatakiwa ende Mirembe. <laughs> Mimi nilikuja kutolewa baadaye, bila gharama yote niliyoishi hapa ndani, wala mshahara wala chochote kitu nikaambiwa nenda tutakulipa utakapo pia ya mambo yatakapoisha, kwa sababu wewe unamsaidia Fox unategemea utaenda nje na huwezi kwenda nje nami, nilitolewa kwa njia ya polisi, ingawa wale polisi walikuwa ni wanawake na wanaume kama wawili walikuwa ni wastaarabu, wakaniuliza nikajieleza, nikamwambia sasa mimi naweza nikatoka haina shida. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. na katika kuishi kwako na mzee kuna vitu mze. vyovyote labda alikupatia au alikuahidi? Mimi wakati nafanya hizo kazi aliniahidi kwamba mimi nitakulipa hela nzuri, kwa sababu umekuwa mwaminifu kwangu, umefanya kazi kwa kujitolea, hata mwanangu mmoja ambaye angekuja afanye hii kazi lakini hajafanya, ila mimi kama litatokea lolote lile, nitamwachia mdogo wangu Fortis aweze kukukabidhi. Kwa hiyo nikamwambia sawa, akasema linda hii nyumba mimi nitakaporudi. Lakini kama nisiporudi, ninaomba ushirikiano na Fox, sio mtu mwingine. Kwa hiyo hilo nilipewa onyo. Kwa hiyo hata mimi nilifata kile nilichoambiwa na marehemu, matakwa yake. Ningetaka kuyapindisha, ningeweza kupindisha, lakini nilipata kile kilichokuwa nakitaka. Niliamini kwamba roho yake inaishi na bado ipo. Na ninaamini hata leo ipo mahali hapa. Na wakati mnaishi hapa Yuko huyu yuko. Yuko, mama anaitwa Bahati, ndio alika huyu ni jirani uh, uh, aliyokuwa anaishi kwenye kijumba hicho hapo, na aliwakata anaondoka alimwambia, na kuachia watoto humo ndani ninaomba uangalie Alikuwa anaishi kwa nyumba hiyo? Na nyumba ilikuwa hapa, ilivunjwa. Eh, kwa nini kwa? Ilikuwa hapa ndio. Ilikuwa ni nyumba eh, ilivunjwa na hiyo alimwambia kwamba ataishi mpaka pale umauti utakapomchukua yeye kama yeye Bahati. Na kaka yake na mdogo wake Fox alimwambia kwamba ninaondoka. Kuna mama mmoja yuko hapo nje. Ndiye aliyenilinda kiwanja changu toka nanunua nunua mpaka dakika hii. Ninaomba ambaye ndio yeye kaka. Labaki sema. Kwa hiyo huyu, kama litatokea lote, nitaomba umsaidie hata kwa kibanda kimoja tu, akae atakapokufa yeye tu, basi kila kitu mundo, ndio utakuwa msaada wangu kwa yule mama kwa hiyo yu, hata yule baba Fort alikuwa anampigania sana huyu mama, na alivyokuja kuambiwa kwamba ameondoka alikuwa hana namna, lakini alimwambia, mimi niko pamoja na wewe, nikikamilisha kila kitu nitakutafuta. Kwa hiyo hata mimi siku naongolewa hapa nilifika kwa huyu mama, niliweka mizigo yangu ya nikampigia simu Kaniki, ambaye alikuwa rafika mwehemu yeye akaniambia. Kwa hiyo kwa mzee Kaniki akaniambia basi mimi nilikuja, njoo mpaka hapa Mtongani. Nikaenda pale Mtongani, akaniambia wamenikuondoaje? Nikaelezea, baada kumuelezea akaamua kunipa hela, ilikuwa laki na 20. Nikamwambia unipe laki na 20 tu inatosha, akanipa laki na 20, lakini Force siku ya tatu yake akaituma ile laki na 20 kwa Kaniki. Tots amerudi ndo ananiambia kwamba Kaniki na mimi ndo tulichaguliwa kama wasimamizi wa mirathi. Ila Kaniki, kulingana na vitisho alivyopelekewa nyumbani kwake, anajitoa kwenye usimamizi wa mirathi ananiachia peke yangu. Kwa hiyo kitu kilichokuwa kinaendelea. Asante sana. Nitaka msikie tu kidogo. Yaani ni mmoja. Na nasema mkoa, mkoa lazima uulize watu wengi. Kwa sababu leo nipo mimi, kesho mtu mwingine hayupo. Mama nani? Hebu na wewe jieleze kidogo tu. Utalia hey, ulichotendewa kikubwa sana seauwankabisa. Toka katika jina la Yesu, toka pepo mchafu. Yaani siwezi hata kuzungumza, natetemeka. Lakini wewe mama mzee Bernard Mwambingu, ulibahatika kumfahamu mimi, mi ni kaka yangu, ndio kwa namuogesha mimi mwenewe katika ugonjwa wangu Dokta, nimemogesha mimi mwenyewe. Dokta, nimemuguza mimi mwenyewe. Dokta, nalijua kwanza, mwanzo amenifuata mimi akaniambia, dada, nataka nitengeneze chumba cha chini ndipo ni niamie. Nilipata shida Mikocheni sababu mwanangu ameolewa lili, lakini namukwe wanakaa nyumbani kwangu, nimeona sisi